Kampeni za uraisi zikiwa zinaelekea ukingoni, mgombea uraisi kupitia chama cha CCK, chama cha Kijamii, David Daudi Mwaijojele amesema kuwa katika sekta ya elimu serikali yake itaanzisha mtaala mmoja ambapo wanafunzi wote watasoma kupitia mtaala huo. Tutaenda kubadilisha mitaala yote kwa Kiswahili, iwe ya mtu binafsi, iwe ya nani, na wote watasoma kwenye shule moja. Hakuna wengine wasome shule za gharama, wengine wasome kayumba, wote mnaenda kusomesha kwenye shule za aina moja. Hiyo ni amri ya serikali ya CCK, na kitatolewa chakula kwa wanafunzi wote, kula bure wakati wa mchana na jioni watafungulia na uji wa ulezi pamoja na wa mtama wa... Lakini naye mgombea mwenza kupitia chama hichi cha CCK Masudi Ali Abdalla ametoa matumaini kwa vijana. Kuna vijana wanahama waingie kwenye ndoa ili wapate watoto wa umri wasije kuitwa babu wakati wa waku, kupata watoto, lakini mnashindwa kuingia katika ndoa kwa sababu hamuna uwezo hamuna yes, mahari hamuna nyumba za kukaa, lakini kupitia David daudi Mwaijojele atajenga nyumba kuhakikisha kijana akifika miaka kumi na nane anakabidhiwa mjengo wake, na ukitaka kuoa mahari, serikali ya CCK itakusaidia kijana. Aidha, mgombea urais kupitia chama cha CCK ametumia nafasi hii kuwashukuru wananchi waliojitokeza kusikiliza sera pamoja na kunadi ilani ya chama chake. Mimi ni Joseph Mpangala, Azam News